Baada ya siku nyingi kupata mapumziko ya sikukuu ya laidi, hatimaye mudhakara mkubwa unakuja kuendelea katika ofisi yetu ya Alhuda. Ni kawaida kila Ijumaa saa kumi kamili tunakuwa tuko na mudhakara hapa, kama walivyopita. Mohamed Kanjali ameshawahi pita hapa, Sheikh Bizimana Zuberi na Abdul Shakur. Raundi hii wiki hii ni kesho. Naomba sana ujumbe huu usambae katika magrupu yote ya wasapo haswa, hususan kina mama. Kuna ujumbe mzito ambao mgeni kutoka Kongo Abubakar Abdallah ndio tutakuwa naye katika mudhakara katika siku ya kesho. Abubakar Abdallah anakuja kutangaza, anakuja kusema wageni rasmi katika muhadhara mkubwa kabisa wa kimataifa wa Qur'an na mifano katika Biblia. Wageni wa muhadhara huu watakuwa wafuatao, ni hawa wafuatao wasikilize, alafu mina nakuja kumalizia. Ni muhadhara wa kimataifa utazikutanisha nchi tatu, Burundi, Kongo pamoja na Tanzania. Muhadhiri wa kimataifa kutoka Tanzania, Dar es Salaam atakuwepo, ni Maalim Saidi Juma Kinyogoli. Kila mhadhiri ananyosha kidole, usadhi Saidi Juma Kinyogoli, naomba uende ukawakilishe upande wa Waislamu, kipenzi wa Shekh Abib Uthman Mazinge, huku akiambatana na Ibrahim Mkongomani. Hakuna aya yoyote katika Biblia inayokuja kuonyesha kwamba Yesu alikufa ambayo itakuwa imeleta maelezo ya kunyooka. Sisi Waislamu mwongozo wetu ni Qurani sura ya 4 aya 157. Mashekhi wamesema tuweke ziada 4 157. Hapa tunakwenda kuwafundisha sasa dakika tano. <laughs> <Like> bismillah <time. laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Wanamume nyote mnakaribishwa katika siku ya kesho, ni muhadhara wa watu wote ukiwemo wakinamama unakaribishwa katika mudhakara, hata wanamume pia mnaweza mkakuja pia kusikiliza Sheh Abubakar Abdallah. Atakayeruhusiwa kuingia katika mhadhara huyo, kutakuwa na kadi maalum, na hizo kadi zinagawika siku ya kesho, ambayo ni tarehe mwezi wa mwaka 2025, siku ya kesho, majira ya saa 10 kamili njo katika mudhakara wetu hapa nama kartibu Kirasazi, barabara ya pili, namba 7. Sambaza ujumbe huu, uje na wewe mama, dada, kuchukua kadi yako, ushiriki kwa pamoja katika. Utajumuisha wageni wengi. Abubakari Abdallah, ziko kadi zenye Abubakari Abdallah anakuja kuzitoa rasmi. Ukikaa nyumbani, kadi zimegawika, nafasi yako itakuwa hakuna. Kumbe, njoo sasa na wewe ushiriki, ili uweze kukaa kwa pamoja, tumwone kwa pamoja. Mwalimu Ismaili atakuepo, pedaya atakuwepo, mwalimu Haruna atakuepo, wageni rasmi. Muhadhara huu utafungwa na mabingu wa Qurani kutoka Rumonge Makamba. Huku kiongozi bingwa wa Qur'ani Ustaz Luqman Lukman Al-Bahari. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini Alihuda, mwongozo wa jamii.